Tua mchezo umemalizika kama hivi, lakini mwisho wa siku umepoteza eh, kwenye mchezo wa kwanza watoe makundi. Eh, pengine kipi ambacho tunaweza kuzungumza na Simba baada mbacho, ya hiki kimetokea leo? Ah, mchezo ni, ni una matokeo matatu: ushinde, upate suru uh, draw au ama upoteze. Sisi bahati haikuwa ya kwetu, tumepoteza mchezo, lakini kama tulivyoona mechi tume kipindi cha kwanza tumeseta vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi za kupata magoli lakini it wasn't to be, haikuwa haikuwa siku yetu, haikuwa haikuwa siku yetu kwako. Hmm, unafikiri kuna kipi cha kujifunza kupitia mchezo wenu huu wa kwanza ambao kimsingi kama ambavyo umesema, hamkuwa vizuri kiwanjani kwa dakika zote 90? Ah, kiukweli kwamba lazima lipo la kujifunza, tutarudi tena mezani, tutakaa na mwalimu ili kujua a, tumekosea wapi na nini tutafanya kwa ajili ya mechi zijazo, kwa sababu haya ni mashindano, mechi ya kwanza, kuna mechi zingine tano mbele Eh, kwa hivyo uh, this is Simba eh, mimi naamini uh, ni mwanzo ambao sio mzuri, lakini mechi zingine tutafanya vizuri inshallah. Matumizi ya uwanja wa nyumbani msimu huu hayajakuwa mazuri kwa Simba kwenye michezo ya kimataifa. unafikiri kuna kitu ambacho kimebadilika ama ni upepo tu? Ah, kwa kweli mimi siwezi kusema nafikiri eh, kuna, kuna kitu kimebadilika eh na nafikiri ni bahati sana nyingine okay. Leo umeona pale tumekosa karibu goal tatu za wazi kabisa okay. okay. za wazi kabisa okay. E, kwa hivyo muda mwingine ni ni bahati, ukikosa bahati hata ufanye nini ina, ina, ina mm. E, na inakataa. Mimi naamini kwamba haiko siku yetu leo. Kama kuna mwana Simba ambaye tayari ameanza kukata tamaa kuitafuta tu robo finali kwa hiki ambacho leo amekiona unaweza kumwambia nini? Nakukumbusha World Cup uh, ilo, ilo, ilo pita ambayo bingwa alikuwa, alikuwa Argentina. Argentina, yes, alianza na kufungwa mechi ya kwanza na, na nafikiri, Saudi Arabia, lakini baada ya hapo Argentina ndio akaja kuwa bingwa. Kwa hivyo hakuna kukata tamaa kwenye masuala ya mpira, kwa sababu chochote kinawezekana. Hatujafurahi kweli, lakini tunaamini bado, bado haijaisha, haijaisha mpaka isha. Mimi nakushukuru sana. Asante sana.